Katika kona ya hatari ya dunia, mbali na macho ya wengi, vita baridi ya maelfu ya maneno sasa inakaribia kuwa moto wa mamilioni ya maisha. Israel, taifa lenye teknolojia ya kijeshi isiyo na kifani. Iran, dola yenye nguvu ya kijeshi na wafuasi waaminifu hadi kufa. Lakini nyuma ya pazia kuna silaha mpya, mikataba ya siri na majasusi wanaokimbea usiku. Je, yeah, dunia iko tayari kushuhudia mlipuko wa vita vya tatu vya dunia? Ni nini kinaendelea kwenye anga za Mashariki ya Kati? Na nini kitawapata raia wa kawaida wa dunia kama hii vita itawaka kwa moto mkali kuliko wa Hiroshima? Usikose makala maalumu ya kipekee iliyochambua kwa undani. Nguvu za kijeshi za Iran na Israeli, hatari ya silaha za nyuklia na drone za kivita, mikakati ya mataifa makubwa kama Marekani, Urusi na China na hatima ya mamilioni ya watu wasio na hatia. Subscribe sasa hivi kwenye channel yako ya Hub Online TZ. Tunafichua kilichojificha, tunachambua kilicho hatari, tunakuletea dunia kama ilivyo. Ingia YouTube sasa hivi Tafuta channel ya Hub Online TZ. Tunafichua akisubscribe sasa hivi kwenye channel yako ya slash Hubah Online TZ. Bonyeza kengele ili usikose hata sekunde moja ya ukweli huu wa kutisha. Hii si hadithi ya filamu, ni uhalisia unaokaribia mlipuko. Tunafichua kilichojificha, tunachambua kilicho hatari, tunakuletea dunia kama ilivyo.